hii kutoa pole kwa wafanyabiashara wote ambao wamekutwa na dhahama hii ya ajali ya moto, poleni sana, lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana wenzetu wananchi na wafanyabiashara ambao walipopata taarifa ya moto takriban saa 8 hususani mwenyekiti wetu aliona umuhimu wa kujulisha mamlaka inayohusiana na zimamoto na uokoaji. Na mimi hapa nimepita, nimepewa taarifa, na wakati napita pita nilikuwa na wahoji maswali mawili matatu, nikafikiri kwamba yako mengine pia kamanda ameyasema hapa, ni wajibu wetu pia kukumbushana. Kwa hiyo baada ya kuwapeni pole watu wote waliopata ajali hii lakini pia kuwashukuru wananchi ambao wametoa ushirikiano toka moto ulipoanza hadi sasa. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru sana vijana wa jeshi la zimamoto na uokozi kwa kazi mzuri ambayo wameifanya. Hongereni sana kwa taarifa ambayo imetolewa hapa, na hata mwenyekiti wakati ananieleza, kama isingekuwa ni uweledi wa jeshi la zimamoto pengine sasa tungekuwa tunazungumzia ajali hii imewaathiri watu wengi sana, lakini wao wanafahamu kwa sababu ni misingi ya kazi yao, nini waanze nacho, nini wasifanye wakati wa zoezi la kuzima moto. Lakini pia tushukuru kwamba hapa ni jirani sana na hata uwanja wa ndege wetu. Lakini pia hapa Mwanza kwa kuwepo na uwanja kama wa ndege, jeshi la zimamoto liko vizuri, lina vifaa vya kutosha na linaweza kukabiliana na majanga makubwa. Lakini wakati ninapitapita pita hapo, nikawa nauliza chanzo ni nini, kukawa na maoni tofauti. Kwa hiyo nikubaliane na niungane na kamanda wa zimamoto kwamba uchunguzi ufanyike ili tufahamu chanzo cha, cha moto ni nini. Ukishafahamu chanzo, unaweza hata kujua hatua gani unazotakiwa kuchukua. Lakini pamoja na hayo yako mambo machache nimejifunza hapa kwa muda mfupi sana, na haya wala hayahitaji degree. Jambo la kwanza niliuliza hivi, wafanyabiashara wana tabia ya kuwa na fire extinguisher katika maeneo yao? Kwa sababu haya maeneo yote yako connected na, na masuala ya moto na biashara wanaoifanya pia ni rafiki pia wa moto, lakini ikaonekana walio wengi hawana vifaa lakini hata wangekuwa na vifaa kamanda akawa ananijulisha hapa wamefanya jitihada kubwa sana za kutoa elimu, lakini bado watu wengi nafikiri wanakuwa hawaamini kwamba inawezekana iko siku majanga namna hii yakatokea kwenye maeneo yao ya kazi. Kwa hiyo wamekuwa kidogo reluctant kwa Kiingereza kukubaliana na elimu ambayo inatolewa, sio mara moja wala sio mara mbili. Jeshi la zimamoto limesha kuja hapa kukaa wafanya na wafanyabiashara kuangalia namna bora ya kuwaelimisha kuhusiana na maswala ya moto na uokozi. Na jambo jingine pia nilikuwa nauliza, hivi hawa wafanyabiashara wana bima? Tukianza kuulizana maswali ya namna hiyo pengine majibu yake hakuna. Maana yake ni nini, hasara za majanga zikitokea za namna hii inawezekana kabisa hawa watu ambao wametajwa hapa karibu thelathini wakawa wameathirika kwenye mitaji yao, wakawa wameathirika kwenye mashine zao. Kwa hiyo swala la bima ni swala muhimu sana, ni lazima tuliseme. Watu wengi hata wenye magari, mtu mwingine ananua gari ya milioni mia moja lakini anaenda kukata bima third party, ili mradi tu trafiki akimsimamisha barabarani aseme akimkagua aseme kwamba nina nini, nina bima, amruhusu kuendelea na safari lakini, gari ikipata ajali, hawezi kukompa seti gari yake kwa sababu eh, halikuwa hana bima kubwa, ana third party. Kwa hivyo kupitia tukio hili pia ni vizuri wale wengine ambao hawajakutwa na maafa haya kuzingatia taratibu na sheria, lakini pia kuzingatia ushauri ambao serikali inautoa. Mkuu wa mkoa anaweza akaja hapa akasema kuanzia leo tusifanye biashara mpaka mcomply na hizi taratibu na ningeweza kufanya hivyo lakini hakuna haja ya, ku, ya kusema hayo kama kila binadamu mwenye akili sawa sawa ambaye anajua hili ndio eneo langu la kazi ambaye anajua yako majanga mbalimbali yanayoweza kutokea kama akitimiza wajibu wake sio ni lazima sio lazima, mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa aseme hapa. Wale ambao hawana zimamoto, wale ambao hawana bima, taratibu zinatutaka tufanye hivyo. Kwa hiyo mimi ninawahamasisheni wale ambao ambo e, wameona majanga ya namna hii, hasara kubwa zinazotokea, basi kujifunza kutokana na janga hili ambalo limetokea. Mtu mzuri ni yule ambaye anapoona kuna jambo la kujifunza, naye anapata somo kutokana na jambo hilo. Kwa hiyo huo ndio wito wangu, lakini jambo jingine muhimu, baada ya uchunguzi kukamilika, taarifa itaandikwa, halafu wale wote ambao wameathirika na janga hili, serikali tutakaa nao, tutawasikiliza. Wako wengine wana madeni benki, wako wengine wana mikopo benki. Sisemi kwamba tutawalipia mikopo yao, lakini serikali inao uwezo wa kukaa nao, kukaa na taasisi za fedha tukazungumza nao, wakapewa grace period ambayo ya kuwafanya wao warudie kwenye kazi yao. Lakini pia ofisi ya waziri mkuu, kitengo cha maafa, tutapeleka taarifa hii sasa. Eh, yako majanga natural hazards yakitokea, ofisi ya waziri mkuu, maafa, inawajibika kuwahudumia wananchi, lakini yako majanga ambayo yakitokea serikali haiwajibiki nayo, na ndiyo maana tunawataka kila mfanyabiashara angalau kujitahidi kuzingatia kanuni ya kuwa na bima, kanuni ya kuwa na tahadhari kuhusiana na majanga mbalimbali. Lakini la mwisho, wakati nauliza hapa, walinzi hapa ambao wanalinda hapa wanayo elimu kuhusu moto? Maana sisi wafanyabiashara tunakuwa tumeshaenda kujipumzisha lakini wanaolinda mali zetu na mitaji yetu, tena mikubwa tu, ni watu ambao tumewaajiri sisi na kuwaweka hapa, lakini unaweza ukakuta wale, eneo hili lote hata kungekuwa na mitungi miwili mitatu, pengine ingeweza kusaidia katika kudhibiti moto kabla ya ujaenea. Lakini pili, hata mlinzi hapa ukimuita, ukimuuliza namba ya zimamoto ni ipi, au namba ya jeshi la polisi ni ipi, ikitokea dharura kwenye lindo lako hajui namba ya OCD, hajui namba ya emergency, hajui namba hata ya moja moja nne, hajui. Kwa hiyo ni vizuri pia, hawa tunaowakabidhi dhamana, pia yako mambo basics ambayo ni lazima wafundishwe, ni lazima wayafahamu. Sasa wakati nauliza hapa, moto umetokea, walinzi wanahangaika kutafuta wenye mali sasa wenye mali wengine wamelala, wengine wenye mali wamepumzika baada ya kutoka kwenye kwenye tarawe, hawapokei simu. Wao wanang'ang'ana kuwatafuta wenye mali, lakini kwa mlinzi mzuri angeanza kwanza kuvitafuta vyombo vya dola. Kwa nini? Kwa sababu hata mwenye mali ukimpa taarifa ya awali inawezekana akachelewa kufika hapa lakini jeshi la zimamoto na uokozi kwa sababu liko jirani hapo, ukipiga 114, wangefika hapa mara moja. Wanapofika hapa, wanapoanza zoezi lao, au wakiwa njiani kufika hapa, ndipo unapoweza kumweleza mwenye mali kwamba hapa kuna jambo fulani linaendelea, na tungependa uwepo hapa ili kuangalia mali na usalama wako. Kwa hiyo nafikiri elimu eh, hii ni muhimu sana na baada ya maelezo yangu hayo, nirudie tena kutoa pole kwenu tuendelee kuwa na subira katika jambo hili. Serikali itaendelea kufanya uchunguzi wa tukio, kama ni hitilafu ya umeme, kama ni jambo jingine lolote, tutalibaini tukisha libaini, nitakaa na wale wote ambao wameathirika na tukio hili, tamsikiliza mmoja mmoja, na tutaona namna gani bora ya kuwafanya ndugu zetu hawa warejee katika maisha yao ya kawaida, kwa sababu adhima ya serikali siku zote ni kuona wananchi wanachapa kazi na ajali ikitokea, hatuwezi kuzungumza uzembe, tunazungumza namna gani ya kushirikiana, baada ya ajali kufanya nini, kutokea kwa hiyo, ninawashukuruni sana, twendeleeni kuwa watulivu na siku si nyingi. Kamanda, kamilisheni taarifa na uchunguzi kwa haraka, na baada ya hapo tutakaa nao, tutazungumza nao halafu tutapanga mipango ya namna gani tunatoka hapa kuelekea mbele. Asanteni sana kwa kunisikia.